Akasema nibaki na ile nyumba nimtunze nayo mama yangu na watoto pamoja na mimi mm. Sasa mdogo wake wa kiume ambaye anaitwa Sami ambaye na ndugu yako pia yeah. mimi Asa... wa mwisho mimi ni wa tatu yeah, usiseme mdogo wake, sema kaka yangu mwingine okay. Kaka yangu mwingine nayemfuata, yaani second born b yeah. wa mama akabaki, lakini baada ya muda mama alifariki mm. tisini na saba yule kaka ambaye sasa amebaki ambaye anaitwa Sami, akiwa na mke na mtoto mmoja, walinifukuza pale nyumbani na watoto. Kwa hiyo nilitoka, taabu ikawa nzito, nikaanza kuugua sana, nikawa naishi kwenye saiti za watu. Nimeishi Njiro kwenye saiti, nimeishi Kwaidi, maeneo mengi kwa shida, lakini hatimaye naye yule kaka akafariki, mwenye nyumba. No, ah, ah, bado aliyekutimua aliyenitimua akafariki mapema zaidi ya yule mwenye. Sawa, Sawa. tisini na saba. Mm. Akabaki mke na yule mtoto, mm. Ule mtoto akab... yule mtoto yule mke ni wanani wa uyu kaka aliyekutimua wa yeah. Mtoto na mama yake wakabaki, kijana akawa mkubwa, akaanza kazi yuko tours. Ni driver tours. Niliishi hivyo katika kuangaika nikitafu sasa wifi na mtoto wake kwa sababu waliona ni, kwetu hatuna ukoo mkubwa, tulikuwa wanne tu, mama mimi na kaka zangu, wakawaleta ndugu, yani ukoo wa wifi baba yake na ndugu zake ndo wakawa wenye boma, mimi nikatimuliwa nje kwa sababu sina nguvu. hmm. niliishi bila ukoo wa kunisaidia mpaka alipokuja kufariki huyo wifi ishirini hmm. e, e, ishirini akabaki kijana na kwenye kila matanga au kwenye kila msiba haturuhusiwi, siruhusiwi kuita hata vile vikao vya tanga ndugu wala yani, ile, ile mambo yote ya kimsiba hmm, na tupo nje kabisa, ili nistoe siri ile inayotaka. Kwa hiyo mama alipofariki yule, nikabaki na deal sasa na kijana, maana amechukua zile mali zote za yule marehemu. Marehemu alikuwa na mali nyingi, lakini naililia hii moja. Ah, marehemu yupi? Moses ambaye yuko Kenya Alishafariki kule bado saa hiyo, kwa hiyo nika... Sasa uwezi kumwita marehemu pindi, kwa sababu jatuambia kama amefariki. Baada ya Ka kabla wifi hajafariki, yule marehemu akaugua akiwa Kenya, Moses kenyamss Moses, nikachukua jukumu la kumtafuta, maana alikuwa na mwanamke aliyemwacha reserve kule vijijini, kwa hiyo hakuwa na msaada. Nikachangisha huku mtaani nikatuma nikaenda kukata riverside ticket wakamtumia namba ya ticket, akaja akiwa mgonjwa akiwa kwenye hali hii ah, hiyo sio muhimu sana kwetu sisi. Okay, basi Moses alifariki, akaja Moses akakaa miezi mitatu na mimi akafariki ishirini. Baada ya kufariki nani alikuwa msimamizi wa miradi? Hakukuwa na vikao vyovyote wala msimamizi yoyote, kwa hiyo mpaka leo hakuna msimamizi wa miradi. Nakuja hapo uhum. Kijana akabaki amebaki na mali sasa sasa ni mama yake alipofariki baada ya kaka yule naye mama akafa, nikasimama na kijana kudai sasa kwamba tufanye kitu. Kwa hiyo nikatafuta... Moses alikuwa na watoto. Aa, alikuwa ameoa lakini wa, wa, wa watoto na mama waliondokaga wakaenda Marekani, ni wa Kenya huko, wakiwa na mtoto Kenya wala huko wala Na hata wale wali wawili waliadapti mwanamke aliadapti, hakuwa na uzazi hmm. Yeah. Basi. Hao watoto mnawasiliana nao? Hatuwasiliana nao sasa ila, mm, mke mama yule nilikuwa nawasiliana naye zamani, sasa hivi. Haya. -ha. Interest yangu kutaka kujua kumekuwa na msimamizi wa mirathi, hakukuwepo. Ngoja na sasa nikaamua kuanza kutafuta ukoo, hmm, dada yangu ndiye akataa. Hmm, napokuuliza nataka tuende kwenye hoja za kisheria, ukinipa hii hadithi nyingine ukoo alikwenda kule isaidi hey, hapa tunatatua tatizo la kisheria, ndio maana nimeuliza, kulikuwa na usimamizi wa mirathi? kwa wakati ule hakukuwepo. Sasa hivi kuna msimamizi wa mirathi okay. Sasa hivi imetokea kwamba mimi, baada ya kumwita mzee wa ukoo wa Goma, ndio haka, akaandika muhtasari ya kwamba akanipendekeza kwa kikao hiki hapa, na hii muhtasari, yaani hadithi yako yote hoja ya kisheria sasa hivi ndio hii hapa mbona jamani, tunapoteza saa ingine muda mwingi kuongea vitu ambavyo sio vya tatizo la dada huyu. Mali ya Moses haina msimamizi wa ndio tatizo la kisheria. Sasa tumekwenda wifi, alikuwa anipendi nikaenda kulala kwenye saiti zote hizo, kisheria wala hazina uzito wowote, si umeona? Wanasheria wana lugha yao. Kuna, kuna facts alafu kuna material facts. Sasa hii ndio material facts. Sasa mimi ushauri wangu dadau, kwa hadithi hii unayenisimulia, ndio baba, ina utata sana kisheria. Mambo kama haya, msimamizi wa mirathi anakuwa administrator general, kabidhi wasii mkuu. Yuko pale, hebu niitie nchaji wa, wa Rita. Ukitaka mirathi hii iende vizuri tukukabidhi kwa Rita. Rita ndio aombe usimamizi wa mirathi, akishaomba usimamizi wa mirathi na Rita akishachaguliwa kuwa msimamizi wa mirathi, ndipo anaweza kukaa na kutafuta nani mwenye haki ya hii sasa. Kwa sababu imekwenda hiyo wadivi imefika sehemu umebakia wewe tu. Sasa mwisho wa siku utakuwa wewe ndio msimamizi wa mirathi na wewe ndio beneficiary, ni hatari mno kisheria. Sasa tukuletee administrator general wa Rita. Eh, mtu wa Rita anakuja hapa na hapa anapanda daladala, si pale tu mpaka hapa eh? mtaalamu wa Rita wewe pale mpaka hapo, natumia dakika tano. Njoo, njoo, njoo, njoo. Mama Samia ameweka kila idara hapa, kila tatizo litapata ufumbuzi. Naona kuna wengine wana pressure sana, niwaambie tu mimi na siku tatu hapa sio, umeelewa? Na kazi yangu ndio hii. Saa hii saa ngapi? Saa nane. Mimi hata sifikirii kula, nafikiria kuwahudumia nyinyi. Sikiliza, kuna marehemu Moses ambaye mke wake ni Mkenya, watoto wake waliochukua uraia wa nini wa Kenya na wamekwenda wamechukua uraia wa Marekani, hatujui walipo, lakini amekufa, ameacha mali hapa. Ndio dada ya marehemu ndio mtu pekee ambaye anaweza kuwa trust kisheria. Sasa ushauri na maelekezo yangu Rita mwambia Administrator General, hii mirafi yeye ndiyo aombe hiyo probate kwa kushirikiana na dada huyu, ili ah, mnaniletea feni ya nini a ah, wananchi wote wako kwenye feni. Hebu ondoa hiyo hiyo feni, wapeni wananchi sawa. Hiyo feni wapeni wananchi huko, mimi sihitaji feni bwana. Kwa na ukabidhi hizi nyaraka na ukabidhi dada hapa. Dada inuka, kwenye kibanda kile pale, shughuli inaanzia pale. Asante mheshimiwa. Kazi inaanza leo.